Baada ya kufunga ofisi nikasikia fujo barabarani, watu wanapita na matusi watatujua wa leo, ukaona hapa vurugu limeshaanza, maana sio maandamano. Ile ilikuwa ni vurugu. Vurugu zile zilipoanza, mimi nikaelekea nyumbani, sikukaa barabarani. Muda ya saa kumi na moja mwenzangu huyu alinipigia simu kundiamini ofisi zetu zimevunjwa. Mimi nilikuwa sijaamini kwa sababu kwenye ofisi kama hizi sijui walikuwa wanatafuta mimi. Sikuwa hikufika kwa sababu ilikuwa kwa siku ile barabarani ilikuwa ni kugumu, nikakaa hata siku ya pili, yenyewe ilikuwa hali bado haijaruhusu. Hali ilipokuwa mzuri, nikaja nikafungua, nikaangalia, huku hamna chochote, mashine tatu zimeenda, ilikuwa na vitambaa vyangu vya shule, vya suti imeenda ikiwa na nguo za wateja mmeshazishona, wenyewe wanakuja kuchukua, zimeenda. Suti kaunda suti, kila kitu kimeenda. Hapa kama mnavyoona umwe, hamna chochote kilichobakia cha kutumia, hamna chochote. Kila mtu kajionea hapa. Hatukomoi serikali, tunaojikomoa ni sisi wenyewe, kwa sababu huwezi ukaandamana uka unaenda kuvunja maduka ya watu, huwezi ukaandamana ukaenda ukavunja miundombinu, vituo vya mabasi, huwezi ukaandamana ukachoma magari ya watu. Sio maandamano hizi, ilikuwa ni wahalifu waliojipanga. Maandamano hayawe hivyo maandamano, kunakuwa na kitu maalumu ambacho mnakidai. Wamerudisha nyuma sana, na sasa hivi sijui ni muda gani nitakuwa sawa mpaka ni katika hali, kwa sababu mimi na familia mke na watoto wananitegemea, mimi ndio kichwa ja cha familia, nitoke watoto wapate chochote, lakini hapa leo mimi sina chochote cha ja kutoka hapa nikasema nakuja kufanya kazi alafu narudi nyumbani na chochote, hamna chochote. Yaani maisha yangu kweli yamerudi nyuma sana sana sana. Amani niteteleka kwa kweli, kila mtu alikuwa na mfadhaiko kwa sababu katika... si hali ambayo tumezoea katika nchi yetu ya Tanzania, haijawahi kutokea vile, ni vitendo ambavyo sijui vilitokea watu ilitoa taharuki hata kwa watoto wetu, lakini ile ilikuwa ni hali ya hatari, na hapa Mwenyezi Mungu katuletea tuka mafunzo. Kama tuna mtu anasema kinuke kinuke, hili kama kikuonyesha tu kama kikinuka inakuwa hivi sasa. Ile pale ilikuwa ni sekunde tuwajenga alikuwa mwezi sasa